Na mambo anahitaji kuyaongea kutoka huyo mstari, nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara za wokovu tele na hekima na maarifa mm. Mcha Bwana ni hazina yake ya. Hey, Bwana Yesu asifiwe yeah. Biblia nasema ya kwamba katika watu wa Mungu kuna nyakati ambazo zitakuta, itafikia ya kwamba ni nyakati zako zina kupasoka kuna watu ambao watakuchota, kuna watu ambao wataleta mambo mengine ambayo atakuvunja moyo, lakini utakapokuwa imara utasimama kwa jina la Yesu. Sema amina. Biblia inasema ya kwamba kuna nyakati zinazokuja zina, zina kupasa ya kwamba ukapate kuwa imara, maana nyakati hizo zitawatoa watu wa Mungu kuwalete kupeleka Misri. ituk pamoja amag. Bwana Yesu asifiwe. ni posa maandiko siku ya leo yanatuhatarisha ya kwamba ya kunazo nyakati na inawezekano ya kwamba kuna watu waliokuwa nafanya huduma lakini kwa sababu nyakati hizo zimefika wanakosa kufanya huduma. Ni kwa sababu ya, ya kusikiza ni kwa sababu ya kuwa huduma yako pendoka imara. Huu ndio wakati wa kuwa imara. Bwana Yesu asifiwe! Sio wakati wa kucheza wa kucheka, ni wakati wa kuwa imara. Bwana Yesu asifiwe! Ni wakati wa kuwa imara, maana kuna watu ukisimama kwa sababu ya kuendelea, mtu anakushika usiendelea, anakuvuta nyuma, anakushika anakuvuta nyuma. Unasema ya kwamba nahitaji kwenda na Yesu, lakini kuna mtu anayesimama anakushika ili aone ya kwamba ameua huduma yako. Sema amen. Wakati wa kuwa imara, ni wakati wa kuwa imara. Angalieni, Bwana Yesu asifiwe. Mkiwa katika wokovu wenu, angalieni, kunao mashujaa wa amani. Angalieni, kuna wa wa kuna watu wakiwa nje wanalia wa kwa uchungu, wengine wakisema ya kwamba senge wokovu. Wokovu ukiwa ndani ya wokovu, mona usiangalie, usifananishwa na yule aliyesimama aliyesimama, sema ya kwamba mimi kila kitu nayachua. katika katika wokovu na utowa katika imani na itowa, lakini siku ya mwisho anaanza kulia sema mwenyewe yeah. <tiple> hos mm, na mambo haya yanakuja, mm. Ni kwa sababu ya shetani atakapoingia kwako mm, uje na kiburi ndani yako ma na baada ya kile kiburi uje na jambo moja ama inaitwa aibu. Sasa aibu itakapokuja, wote ule uchafu wote kuwa amani popo usiokuwa na mwelekeo unabaki kwa Kristo popo usiokuwa na mwelekeo, zaidi ya yote utaanza kujutia ya. Amen, amen, Bwana Yesu asifiwe, haleluya, amen eh. mesema kwamba shida yangu moja, shida yangu moja nikipata nafasi

wasifanya kazi ya Bwana. Sasa tusipo utia dawa wa uchafu utapona, ni lazima ya kwamba tukafagie ulochafu ndani ya nyumba ya Bwana, usiwepo no, utoke kwa jina la Yesu, hello, amen. Bwana nitie nguvu, nitie nguvu, nikayashinde majaribu

aka ndani ya kanisa, lakini kwa sababu ya kukosa kuweka ngomo na Mungu, ukakosa kufanya kazi ya Mungu. Sasa inakupasa ya kwamba Bwana akakutia nguvu, maana imefikia wakati ambao ni wakati wa mateka. Kuna watu wa Mungu ambao wanatekwa, ni wakati wako.